Ujambo na karibu langu, jina ni maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV. Lengo langu siku zote ni kuhakikisha kwamba unapata uondo kamili ambao unachibuka kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi. Taarifa ambayo inasambaa ina kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba msanii maarufu sana nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Konde Boy. Tena amepata mpenzi mpya e. Ni kawaida kuona ya kwamba wasanii ambao ni maarufu sana huwa wanabadilisha wapenzi kama nguo. Inasemekana ya kwamba Harmonize kwenye ukurasa wake wa Instagram amesema ya kwamba amepata mchumba wake mpya ambaye anaitwa Suraiya. Amunaisa ametambulisha mpenzi wake mpya ambaye anafahamika kama Surraiya baada ya Poshy. Alikuwa na mwanadada fulani ambaye alikuwa anaitwa Poshy ambayo wameachana naye na kupata mwanamke mwingine. Msanii wa Bongo Flava ametambulisha rasmi mpenzi wake mpya anayeitwa Surraiya kupitia mitandao ya kijamii, jambo linaloibua linalo mijadala mbalimbali miongoni mwa mashabiki wake. Hivyo mashabiki wake ona, wanazidi kushangaa, kwa nini jamaa anabadilisha wanawake kama nguo? Leo kuna hii na kesha kuna ule, lakini hiyo ni tabia ya wasanii, wanapenda sana kiki na kutafuta wanawake wazuri ndio jina iliweze kuenea na, ku, na kufahamika vizuri la. Hiyo ndio taarifa ambao nimekuandalia kwa sasa, langu jina ni Maskini Msomi na ni Maskini Msomi TV. Lengo langu siku zote ni kukufahamisha kila ambacho kinatokea ndani na nje ya nchi. Langu jina Maskini Msomi, nakutakia kila la heri.